Mamlaka ya mawasiliano Tanzania, TCRA, imesema gharama za upigaji wa simu kutoka mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine hazijaongezeka zaidi ukilinganisha na ripoti ya mwaka jana ya sekta ya mawasiliano kwa robo mwaka, ambapo imebainisha kuwa asilimia 99 hujiunga vifurushi kabla ya kupiga simu. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na mkurugenzi wa masuala ya kisekta kutoka mamlaka hiyo mwandishi Mwesigwa Felician wakati akiwasilisha taarifa ya ripoti ya sekta ya mawasiliano kwa robo tatu ya mwaka wa fedha 2024/2025 kuanzia kipindi cha mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Ripoti hiyo imewasilishwa kwa waandishi wa habari na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari huku akifafanua ongezeko la watumiaji wa internet, idadi ya, ya, ya watumiaji imeongezeka uh, uh, kwa asilimia 2.7 kutoka a, a, a, a, milioni arobaini na nane kuja milioni arobaini na tisa pointi tatu na, na, na, na, na, na, na watumiaji hawa tumewagawanya kulingana na teknolojia. Kuna watumiaji ambao wanatumia internet kwa, kwa kutumia simu tunaita ni mobile wireless communication au internet lakini, kuna wale wanaotumia internet kwa kutumia a, a, a, fixed. Yani, kwa mfano ni, ni fiber imefungwa mpaka fika nyumbani kwake sawa so, yani kwa njia zisizohamishika. Kwa hiyo hii tunaweza ni fixed, a, a, a, a, a, a, a, internet. Lakini kuna fixed na wireless, yani nimeweka a, fiber imefika nyumbani, nimefunga access point sasa watu wote wa ndani mle wana access ile internet kwa kutumia simu sawa so, kwa hiyo hii tuweza ni fixed but wireless naona. Kwa hiyo hii milioni 49 niliyoisema ina ina, ina mgawanyo wake a, a, a, a, ukiingia kwenye hiyo ripoti utaona kwamba ni kwa kiasi gani ni mobile, ni kiasi gani ni wireless, a, a, a fixed, lakini kwa kiasi gani ni, ni fixed to pure. Sasa uh, kwa asilimia kubwa sana uh, uh, uh, uh, uh, ni tuna watu wengi wanatumia internet kwa kutumia mobile, sawa so, na ndio maana sisi uh, uh, uh, kama serikali tunaangazia ueneaji uh, uh, wa smartphone uweje, kwa sababu smartphones zikienea uh, okay, vizuri, maanake kwamba pia wigo wa kutumia internet kwa kutumia mobile, uta utaongezeka sawa uh, na kuhakikisha pia kwamba ile minara ina, ina, ina, ina internet capability hapa, nimesema asilimia karibia imekuwa tisini na tatu ya population imekuwa covered na 3G. sawa so, 3G, uh, ndo inatoa actual mobile broadband uh, mobile uh, uh, internet kwa hiyo ina maana kwamba uh, tumekava asilimia uh, uh, uh, tisini na tatu ya watu kwa mtandao wenye uwezo wa kutoa internet, lakini bado tuna asilimia uh, kubwa sana ya watumiaji ambao wana feature phones. Ukibonyeza hiyo takwimu za mawasiliano itakuletea takwimu zote ripoti zote tangu mwaka elfu mbili na kumi na kila ripoti imeandikwa kwa kila mwezi. Kwa hiyo ripoti tunayoongelea leo hii ni ripoti ya robo ya mwaka 2025 ya Machi. Kwa ukibonyeza hiyo ndo itakuletea ripoti ya Kiswahili, ila kama unataka ya Kiingereza maanake ulipoingia www.go.tz juu kabisa ilikuwepo kuchagua lugha. Kwa hiyo utaingia kwenye Kiingereza utabonyeza English alafu pale itakuletea ripoti kwa ajili ya Kiingereza, ripoti ya robo mwaka iliyopita. Ukiangalia watu ambao waliripoti haya ma attempt za uhalifu ilikuwa ni elfu kumi na mbili . Sasa hamasa ilivyoongezeka watu wakaambiwa tumeni mia hamsini arobaini kiangalia ripoti imeongezeka kwa asilimia 33 aa kufikia elfu kumi na saba Kwa hiyo hii ni kiashiria kingine kwamba hamasa imeongezeka, watu wameelewa na watu wamechukua hatua na watu hao wametoa taarifa ambazo a, a, zinaendelea kuchukua hatua. Hii ripoti ya mwezi wa tatu imesema una minara elfu tisa mia mbili sabini na nane. Sasa ukiangalia iyi ripoti ya mwezi wa kumi na mbili ilikuwa elfu nane mia nane tisini na tisa kwa unaweza ukaona katika kipindi cha hii miezi mitatu minara mipya ambayo imekuwa ikitoa huduma sasa mia tatu sabini na tisa kwa unaweza ukaona utanuzi wa huduma za mawasiliano unapofanyika na kwa Dodoma mfano uh, mwezi wa kumi na mbili ilikuwa mia nne hamsini na tatu mwezi wa tatu tunaona mia nne hamsini na tisa manake kuna minara mipya ishirini na sita imeongezeka. Lakini pia kwenye ripoti hapa wanaonesha ule upatikanaji wa mawasiliano uh, ile uh, ueneaji kwa asilimia watu au kwa eneo la jiografia aidha, mwandishi Felician amesema katika ripoti hiyo mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imeangazia idadi ya SMS, dakika na data zilizotumika katika kipindi cha miezi mitatu ambapo imebaini kuwa idadi ya SMS zimeshuka kutoka SMS bilioni 52.9 hadi kufikia bilioni 50.2. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, kulike na kushare iliwe wa kwanza kupata taarifa.